Tarehe 18 na mwezi wa 11 2025, na kwa niaba ya wale wote ambao wameshika kuangalia EATV saa moja, akiwemo graduate wetu wa leo uh, wa mass communication, picha yake sijui iko wapi, ningekuwekea hapo, ambaye tunaye hapa East Africa TV, zao jipya kabisa kutoka chuo kikuu uh, Frank ambaye tuko naye hapa mtaalamu wetu wa mitandao ya kijamii ye, posti zote unazoziona na vile vitu vya habari, basi kile kichwa kiko hapa leo kikiwa kimegraduate na tukimpa uh, kongole. uh, atakuekea sasa hivi alafu umuone huyo hapo, uh, Frank, eh, kutoka hapa hapa East Africa TV akiwa amegraduate, uh, na ndio selector wetu wa leo. Congratulations sana kwake na kutoka hapa tunaenda kukata nini, keki sasa bwana, inakuja mida ya ubwabwa. Sawa sawa, wakati Frenki ame, amekuonyesha kwamba amegraduate leo, nataka nikupe historia vile vile. Sisi ambao hatukufika di, diplo, degree ama, masters ama na kadhalika, tusije tukachukuliana poa kwenye haya maisha, kwa sababu ukiniangazia mtu kama mimi eh, niliyesoma shule ya msingi Kunduchi, mimi shuleni ulikuwa ukienda na andazi, lile andazi la kunywa chai lile ulikuwa unaliweka mfukoni hivi, alafu unalikatia katia huko huko mfukoni kidogo kidogo, afu unachukua kipunje mpaka liishe, kwa sababu ulikuwa ukilitoa andazi mpaka mwalimu anakuomba. Ilikuwa sio mchezo.